Na kwingineko huku suala la ardhi likizidi kuibua hisia mseto miongoni mwa wakazi wa Kopsiro eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, serikali imetakiwa kuhakikisha kuna uwazi wakati wa ugavi wa ardhi ili kupunguza uhasama ambao unatokota kila kuchao. Yusuf Hassan ni mwanahabari wa runinga Magharibi. Kulingana na Bi Evelyn Cherop, ambaye ni mmoja wa waathiriwa wa mzozo wa ardhi, anasema licha yake kupewa ardhi baada ya mumewe kuaga dunia miaka sita iliyopita, amesalia kuangaika huku akimnyoshea kidole cha lawama afisa wa kusimamia masuala ya ardhi eneo hilo. Ninaomba serikali ya kwamba ikiwa hawa watu walileta kwa shamba yangu ni halali, kwa nini nilipewa shamba wakati mume wangu alikuwa, na kama watu wengine walikuwa ndani. Kwa sasa nimeamua kutafuta usaidizi kwa serikali, kwa sababu mume wangu alikuwa amepewa barua ambaye niko nayo mahali hapa. Hii barua ambaye niko hapa naye kama ushahidi ya shamba yangu inaniambia ya kwamba inatakikana nimiliki shamba 2.5 hekta. Pia alikuwa ni, si sikupewa nafasi ya kujieleza. Niliharasiwa sana mpaka moyo wangu ilikuja kama si mzuri. Ja, jirani, jirani yangu ambaye nilikuwa na yeye ilikuwa tnasar alafu na mtoni. Naomba serikali mchunguze mambo ya Morara. Kwa upande wake, Kipkorir Kigai ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa na pia mkazi wa Kopsiro, akilalamikia mbinu inayotumika kulipia huduma za ardhi, akisema kuwa fedha hizo zimekuwa zikitumiwa mtu binafsi, akihoji kuwa ramani inayotumika siyo halali, jambo ambalo huenda. Majina yangu, mimi naitwa Kipkorir Kigai, naumu jamaa naitwa Morara. Number one. Sielewi kama minister of lands imekosa maafisa wa kuletwa hapa because the man we are talking about amekaa hapa zaidi ya miaka ishirini. Almost half ya disputes yenye tuko nayo hapa ni yeye amesababisha, because kando na huyu mama ziko zingine nyingi. President alisema pesa ya serikali inalipwa kwa akaunti ya serikali Ukienda ministry of lands kuna app imefunguliwa inaitwa ardhi sasa, likazidisha uhasama miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, kwenye mahojiano kupitia njia ya simu na George Morara anayedaiwa kuhangaisha wakazi, anasema tayari maswala ya utata wa ardhi yanashughulikiwa na afisi husika. Nikamwambia bado gezi ilikuwa kwa DCC na hatukuwa tumeimaliza so baadaye DCC tukaongea na yeye asubuhi, akaniambia nimusamunia watu wakuja kwa ofisi yake. Na hiyo watu walienda kwa ofisi yake, wakaeleza, wakaangalia register, kila mtu akaona eh, register au kwa shamba gani. mm -hmm. so ikaonekana huyu mama ako na shamba mbili na hiyo shamba ingine ni ya mwenyewe mm -hmm. so wakamaliza hiyo kesi, na hiyo ndio ilikuwa kesi tu, hakuna kesi ingine. Hiyo walimaliza na DCC vizuri sana asubuhi na awenyewe wakaelewana, akasemekana yeye awaje hiyo shamba ni ya wenyewe. Nikiripotia runinga ya Magharibi, jina langu ni Yusuf Hassan.